Wengi wetu huona mkaa una maana pale tu tunapotaka kuwasha moto, hasa kwa wale ambao twatumia jiko la mkaa. Njaa imeuma, unawasha jiko lako la mkaa, unapika, hapo basi imetosha. Hatufahamu mengi kuhusu mkaa, lakini ukweli ni kwamba mkaa ni dawa na msaada mkubwa katika mambo mengi ya kila siku kwa mwanadamu. Kama hujawahi kutilia maanani umuhimu wa mkaa, basi muda ndio huu, leo nitegee sikio kupitia hapa nikupe faida mbalimbali za mkaa. Mojawapo, mkaa ni tiba nzuri kwa viatu vinavyonuka. Kama viatu vyako vinanuka, weka kipande au vipande vya mkaa ndani ya kiatu usiku kucha. Mkaa unasaidia kuvuta harufu mbaya ukifanya hivyo itasaidia baada ya muda viatu vyako visiwe na harufu mbaya. Kingine, kama chumba chako kina harufu mbaya, kinanuka vibaya, weka vipande vya mkaa sehemu unayohisi harufu inatoka, itakwenda kusaidia hapo. Nyumbani, friji au friza yako inanuka, inatoa harufu mbaya, weka kipande cha mkaa ndani yake, harufu itatoweka. Mwili wako unatoa harufu, una kikwapa, una jasho kali, saga mkaa upate unga wake, utumie unga huo wa mkaa kupaka au kuogea. Paka maeneo ambayo hutoa harufu, kama ni kwapani na maeneo mengine. Baada ya siku kadhaa, harufu ya mwili wako itakuwa ni nzuri na si mbaya. Zamani huko, mabibi na mababu walikuwa wanatumia majivu ya jiko kwenye choo au banda la kuku vile vyoo vya shimo vinatoa harufu. Asubuhi na mapema, walikuwa wakiamka na kuzoa majivu na kwenda kumwaga katika choo, harufu mbaya choo inatoweka. Lakini pia hata kwenye banda la kuku linatoa harufu mbaya, yakimwagamwagwa majivu hapo, harufu mbaya inaondoka. Hii ni kweli na usaidia sana. Lakini pia unataka mboga zako zibakie freshi muda mrefu basi tengeneza maji ndani yake, weka mkaa na weka mboga zako humo. Kama ni mboga za majani unataka zikae muda mrefu, andaa maji, weka na mkaa humo, weka na mboga zako humo, zitakaa muda mrefu. Lakini pia mboga zako zimewekwa mbolea nyingi au kemikali, weka mboga hizo kwenye maji ya mkaa usiku mzima, mkaa utakwenda kuondoa sumu hizo. Lakini pia unahisi chakula chako kiko na kemikali nyingi, weka chakula hicho kwenye maji yenye mkaa kwa saa chache. Kemikali katika chakula itakwenda kuondoka. Lakini je, unataka meno meupe? Basi ondoa shaka, saga mkaa, tumia kipande cha mgomba kilichopondwa kama mswaki, chovya kwenye unga wa mkaa, kisha pigia mswaki. Fanya hivyo kwa muda wa wiki moja, meno yako yatakuwa meupe pepe. Lakini umepika supu yako ya karanga au ya mawese na imetoa harufu au imeharibika, weka humo kipande cha mkaa ndani yake, alafu chemsha. Harufu na ladha mbaya itaondoka. Karanga zako zile zimeharibika kama zimechacha hivi, au mawese natoa harufu basi weka humu vipande vya mkaa chemsha, itakapoa. Lakini ndugu yangu, umepiga ugimbi, yaani umekunywa pombe ukalewa, ukaamka ukiwa na hangover, baada ya kunywa pombe usiku, basi ukiamka asubuhi, tafuna kipande cha mkaa au tengeneza maji yenye mkaa na unywe. Inasaidia kuondoa uchovu na kuondoa hangover. Lakini je, umechanganya vinywaji au umechanganya vyakula na umekula vyakula vibaya, mwili unauma, mwili hauko sawa, unahisi umekula kama kitu chenye sumu, kunywa maji yenye mkaa. Maji yenye mkaa husaidia kupunguza madhara ya sumu mwilini. Baada ya hapo, wai hospitali. Kingine, jeraha limeambukizwa hadi matabibu wanasema kwamba likatwe. Tumia unga wa mkaa mwingi juu ya jeraha. Unga wa mkaa unavuta sumu na kusaidia jeraha kupona haraka. Yaani, una kidonda kikubwa kinakusumbua hakiponi, ama wataka kipone haraka? Chukua mkaa, pondaponda, saga vizuri, unga wake weka juu ya kidonda, utapona kwa haraka mno. Mkaa husaidia kuondoa sumu na utapona haraka. Maji yako ni machafu, maji yako yako na sumu, weka humo kipande cha mkaa ndani yake. Usijali kuhusu rangi, mkaa unasafisha maji vizuri kuliko kemikali. Unahisi maji yako ni machafu ama yako na sumu, yaelewi elewi, weka humo kipande cha mkaa, mkaa unasafisha maji vizuri sana. Lakini ndugu yangu, rafiki yangu, una chunusi, upele au ngozi yako ina matatizo, tengeneza uji mzito wa mkaa. Mm, tafuta mkaa, ponda, saga, uwe ungaunga ule, tengeneza uwe uji mzito. Uji mzito huo pakaa usoni au mwilini au maeneo ambayo yako na matatizo. Acha hapo kwa saa chache kisha kaoge. Ngozi yako itakuwa safi na nyororo. Tumia hivyo kwa siku kadhaa utapata matokeo mazuri. Jiko lako liko na madoa sugu au bafu lako liko na madoa doa sugu? Saga mkaa na utumia kusugua sehemu chafu. Mkaa hutoa madoa haraka kuliko sabuni. Chooni hapo, sinki chafu, jiko lako ni chafu, bafu lako chafu, tumia unga wa mkaa kusafishia hayo maeneo. Lakini swahiba, rafiki yangu, tumbo lako limejaa gesi, umekula kitu, tumbo lina gesi, kunywa maji yenye unga wa mkaa. Maji hayo yatakwenda kupunguza kuvimbilwa Yani bloating, utakaa sawa. Lakini nikwambia rafiki yangu, mkaa husaidia kupunguza koresto mbaya mwilini. Maji yenye mkaa husaidia pia kutibu vidonda vya tumbo, yani ulcers. Na kama nilivyokujuza, endapo umeumia umepata jeraha, basi weka hapo unga wa mkaa, inasaidia kusafisha na kuzuia maambukizi. Lakini swahiba, kichwa kinakuuma umeamka kichwa cha uma, au pozako tu kichwa kinauma, kunywa kijiko kimoja cha unga wa mkaa kwenye maji, maumivu yatapungua. Tafuta maji kikombe kimoja, yakiwa ya vuguvugu ya vugu, ama kawaida, weka humo kijiko kimoja cha unga wa mkaa, kunywa, maumivu yatakwenda kupungua. Ndugu yangu, tumbo lako linauma, una maumivu ya tumbo, kunywa kijiko kimoja cha mkaa, maumivu utoweka ndani ya dakika chache tu. Lakini una hara, una harisha ama una amiba, mkaa ni antibiotiki nzuri mno. Hii ni antibiotiki ya asili, husaidia kuua bakteria na virusi. Unaweza pia kuweka vipande viwili vitatu vya mkaa kwenye maji ya kuoga au ya kunywa, na itakwenda kuondoa nguvu hasi mwilini. Mwili una uchovu, uchovu nini, uelewielewi, weka humo vipande viwili hadi vitatu vya mkaa kwenye maji yako ya kuoga, alafu kaoge. Na pia maji mengine unaweza ukanywa maji masafi safi kabisa, lakini haujapata choo kwa muda wa siku tatu ama na kuendelea, yaani huko na constipation, tafuna vipande vya mkaa viwili hadi vinne, utapata haja siku hiyo hiyo lakini pia nikwambie ndugu yangu, mkaa una uwezo wa kudhoofisha virusi mwilini. Kama mwili wako na virusi mbalimbali vitakwenda kudhoofika, na si kwamba mkaa unakwenda kuua virusi, bali mkaa unadhoofisha virusi, vinakuwa havina hatari kubwa katika mwili wako, hivyo tumia mkaa. Mkaa unatibu pia maumivu makali ya kichwa upo zako tu kichwa cha uma hauelewi welewi, mekaaje kaaje, kama livyokujuza tumia mkaa. Umetumia dawa zingine upate nafuu, anza kutumia mkaa. Chukua mkaa wako, ponda, saga, pata vumbi lake lile, kijiko kimoja kwenye maji, kunywa. Jizoeshe hivyo, halafu lete majibu hapa. Lakini chakula kimekuwa na chumvi nyingi, umepika chakula kina chumvi nyingi weka kipande cha mkaa kwenye chakula, kitavuta chumvi ya ziada. Jaribu alafu lete mrejesho hapa. Lakini umechomeka pilipili mdomoni au machoni? Mm, bahati mbaya pilipili imeingia machoni au mdomoni, umekula inawasha sana, tumia mkaa, upunguza ukali wa pilipili. Kwa vidonda vya tumbo, yaani ulcers, ni kuongezee hapa. Kingine, changanya mkaa na sukari au kwa usafi wa meno, changanya mkaa na limao kabla ya kupiga mswaki. Unaasas, chukua mkaa, weka na sukari humo, changanya alafu kunywa. Tiba nzuri hiyo kwa meno. Pia upate matokeo ya haraka, chukua mkaa, pondaponda, weka limao humo. Meno yako yako na ukungu yako na ukoko ukoko, pigia mswaki utakuwa sawa, ndugu yangu. Yote kwa yote, nikwambie ndugu yangu, mkaa ni kitu muhimu sana hivyo, Jizoeshe kutumia mkaa. Mkaa huko na matumizi mengi kemkem kem. Yote kwa yote, kumbuka mkaa pia huzuia chuma ulete. Weka kipande cha mkaa sehemu unayohifadhia pesa. Hii ni njia nzuri ya kuweka ulinzi wa kipato chako. Unaweza kuweka katika dro yako ya kuhifadhia pesa au mfukoni, kulinda pesa zako na chuma ulete lakini pia je, umekuwa usingizini unaweweseka? Wewe au mwanao akilala usingizini anaweweseka? Tumia kipande cha mkaa kuweka chini ya mto unaolalia, itakusaidia sana kuzuia ndoto mbaya, sijui jinamizi, unaota unakabwa hivi na vile. Kabla ya kulala, piga dua, omba Mwenyezi Mungu, chini ya mto wako weka hapo kipande cha mkaa, usingizi safi kabisa lakini unapoanika nafaka nje, mevuna mpunga wako, mahindi yako, mbaazi, choroko, fiwi, unaanika nje, jitahidi uweke na kipande cha mkaa. Kufanya hivi, utakuwa umezuia shari na vitimbi vya wabaya katika nafaka zako. Wako watu hubukula mazao umeanika nje, hmm. Sasa kuepusha vitimbi, weka hapo na kipande cha mkaa lakini unahisi katika mwili wako kuna uchawi mazongezonge, hauelewi, tumia kipande cha mkaa cha moto, tumbukiza katika glasi ya maji, kwa manuizi ya kwamba unavyozima huu moto kwenye maji ndivyo uchawi uliopo mwilini mwangu nao uzimike hivi, alafu kunywa maji hayo, utaniambia na changamoto zozote zile za kimwili, kiafya, uelewi kuna mazongezonge katika mwili wako, pepo wabaya wanakusumbua, chukua kipande cha mkaa chenye moto jikoni, hapo jiko la mkaa ulikuwa unapika. Chukua kijinga kimoja cha mkaa, tia kwenye glasi ya maji ya baridi, kikizimika humo, unavyokuwa unakunywa nuia, e, sema kama vile ambavyo unavyozima huu moto kwenye maji ndivyo uchawi uliopo katika mwili wangu ama vitu vingine na vyenyewe pia vizimike, alafu kunywa maji hayo, utakaa sawa bwana. Lakini mkaa pia unaondoa uchawi na limbwata. Tumia mkaa kwa kusaga, changanya na asali, kisha uwe unakunywa kijiko kimoja mara mbili kwa siku. Kama umelishwa limbwata au nduguyo wa hisa imefanyiwa hivyo, limbwata litakwenda kufa, ndugu yangu. Hiyo ni nguvu ya mkaa. Lakini mkaa ni tiba ya mifugo. Wale ndugu zangu wafugaji, kama unafuga kuku au bata wakawa na tatizo la kuharisha, wasagie mkaa, changanya katika maji yao, alafu wape wao. Wanakunywa kuku, bata, changamoto ya kuharisha, kuhara damu itaondoka yote kwa yote. Zingatia, matumizi ya mkaa kupita kiasi ni tatizo kwa afya yako, hivyo tumia kwa kiasi. Tumia mkaa kwa kipimo, usipendelee kutumia mkaa kupita kiasi. Mkaa ni tiba ya asili yenye nguvu nyingi kuliko tunavyodhani. Jifunze kuitumia badala ya kuona kama kitu cha kupikia tu. Jifunze kuhusu mkaa, yako mambo mengi mno kuhusu mkaa. Ni tiba ya asili ambayo iko na nguvu nyingi kuliko vile ambavyo twadhani. Niko na mengi ya kukwambia, lakini kwa leo hayo machache yanakutosha.